Msimu huu ukopo na heshima yake na heshima kubwa ambayo tumeweka msimu huu Yanga tumevunja rekodi yetu sisi wenyewe au rekodi ya makocha wengine wote. 2003 2004, uh, Yanga chini ya Jack Chamangwana alikuwa ni kocha kabla ya Yanga, ndio kocha pekee ambaye alifungwa mara tatu ndani ya dabi, alifungwa Mwanza, alifungwa Tanga, alifungwa na nani na shamba la bibi, alifungwa na Simba. Mwaka huu imekuwa rekodi, Fadlu ndio kocha pekee amevunja miaka ishirini na mbili iliyopita Fadlu amekuja kuvunja rekodi kufungwa mara tatu ndani ya dabi kwenye uwanja mmoja, mara tatu kapigwa. Ngawa jamii, kapigwa ligi kuu, kapigwa ligi kuu ligiku. Yani Fadlu anaingia katika orodha ya makocha, miaka ishirini iliyopita Fadlu amefungwa sana kwenye dabi. Kwa leo mpuzi yoyote kuambia ni kocha bora, kwa sababu amevunja rekodi ambayo za watu ambao wamefungwa ndani ya dabi mara tatu Umea pamoja huu ni unazungumza ni ubora ndani ya msimu huu. Uh, parade ni Jumatatu, lakini uh, kesho kutwa mnaelekea Zanzibar kwa ajili ya fainali kwenda kulitafuta kombe jingine, mnakwenda kucheza na Singida Black Stars na hili lilakuja hey, uh, jepesi pia litaingia kwenye listi ya ugumu. Uh, Singida katika miongoniwa wenye ikosi bora msimu huu Singida Black star ameleta wachezaji kwa ujumla, ameleta wachezaji ambao Yesu ukisema kuna wachezaji ambao wa Singida waje kucheza Yanga ni kweli. Ubora wa Singida msimu huu tofauti na vilabu vingine vingi. Quality ya kina Soa. Wachezaji ambao wamesajili wa kina Debayo ni wachezaji bora zaidi kuliko hata vilabu vingine. Ndio maana katika mechi mbili Singida kwetu Singida alipata goli mbele ya kwetu sisi. Katika mbili moja alipata goli la Soa. Lakini VV Singida ndio alipiga goli moja bila. Tafsiri ya haraka, timu ambayo pamoja imetoka pointi sita lakini Singida walitupa competition kuliko klabu nyingine. Singida anacheza fainali amemfunga Simba kamfunga tatu. Si ndio? Kafunga tatu moja. Sio timu ya kawaida kama unavyofikiria. Kwa hiyo ni mechi, ni ngumu kuliko mechi yoyote ambayo tumecheza ndani ya msimu huu. Kwa sababu ni mechi ya mwisho ya msimu kwa ujumla, overall. Ni msimu kwa ujumla, lakini mechi ni ngumu kwa sababu Singida ana wachezaji bora, lakini jambo la pili, la tatu ambao anachagiza kuwa, maana yake hii ni mechi ambayo tunaenda kuvunja rekodi yetu sisi wenyewe duniani.